No, mambo vipi mtu wangu nguvu, ni mimi mtangazaji wako Kevo TV, na kukumbusha usisahau kusubscribe channel yetu na ku-like na kushare na ku-comment ili kupata habari zinazotrend mtandaoni zaidi na zaidi. Bwana, habari ambayo ina trend sasa hivi tunajua wengi, Tanzania ilicheza na Nigeria, na Nigeria bwana waliondoka na ushindi wa goli mbili kwa moja, na Tanzania tukaondoka na goli moja la kufutia machozi. Lakini issue ambayo imeenda viral sana, tunajua kabisa Tanzania tuka, tunajua tunaenda kufungwa goli nyingi sana na Nigeria, kwa sababu Nigeria ina wachezaji wazuri sana sana ambao wana uwezo mpira pia wanacheza ligi kubwa mm, duniani. Lakini Tanzania ilikaza sana na ikatoka mbili moja mm, na hiyo mechi ilikuwa mechi dume sana, hata Nigeria wenyewe hawakuamini, kwa sababu mechi ilikuwa ni dume, na Tanzania kweli tulikaza, kwa sababu tulikuwa tunaanza kwa lika fulani hivi tuonekana na timu yetu ni ya kawaida. Lakini vile vile bwana, pongezi ziende kwa Baka, kwa sababu Baka ndo alifanya mambo makubwa sana hiyo mechi. Baka ndo alifanya timu ya Tanzania ikawa imenusulika kupiga goli nyingi, kwa sababu ndo jamaa alijituma mm, sana na, mm, na, na, na ah kupamba sana mm. Ili Sumeni asishinde katika hiyo mechi, na ni kweli, Sumeni akushinda goli moja, aliteseka sana kwa upande wa kushinda kwa sababu Bakari kuna muda Usmani alimind kabisa kumwona Bakari anamka baki noma kusema kweli, baka apewe pongezi kwa sababu ni beki mzuri sana, afu ana uwezo mkubwa sana, kwa sababu kitendo cha kuwazuia watu kama hawa wana sivi kubwa wanacheza mpira ligi kubwa na wanaojulikana kabisa, wao kuzulika ni ngumu, lakini baka kawazuo. Ndio ujue Tanzania tuna mabeki bora sana. Baka ni bonge la beki ambaye ana uwezo mkubwa sana. Hata anavyoona pale Yanga hmm, anaweza akaondoka baka kwa sababu ana uwezo mkubwa sana. Timu kibao zitaweza zikamhitaji kwa sababu ni mchezaji ana uwezo mkubwa, pia anajituma kinoma noma. Kwa hiyo tunavyoona kabisa baka anaweza kaondoka pale Yanga kwa sababu alizoweza kuonyesha ni uwezo mkubwa sana. Kwa hiyo klabu ya Yanga ijipange kwa maumivu, kwa sababu mchezaji kama huyu mzuri ana uwezo mkubwa. Kubaki hapo Yanga ni ngumu sana, kwa sababu ashaonesha uwezo mkubwa. Tena kwenye mechi kubwa ameonyesha kama yeye ni ana uwezo wa kuchezea timu yoyote kubwa, kama ameota kwa Kabba Vigogo ambao wanacheza nchi za nje, ambao wana uwezo mkubwa, tena wanacheza ligi kubwa duniani kwa Kabba. Kwa hiyo ni mtu ambaye ana kipaji kikubwa sana Baka, wote, timu, na hela ndefu, kwa sababu, uwezo mkubwa kwa hiyo Baka tegemeni wana Yanga kumkosa mda wote wote, timu zinaanza zikaja na hela ndefu na zikamchukua Baka, kwa sababu ameonyesha uwezo mkubwa sana kwa hiyo yangu ni hayo, mtu wangu wa nguvu. Itakuwaje na kukumbusha tu, usisahau kusubscribe channel yetu na kulike na kushare na kucomment ili kupata habari zinazotendi mtandaoni zaidi na zaidi. Yangu ni hayo, mtu wangu wa nguvu, asante sana.